Baba Majovi. Shikamo. Mama Joni. Mama Jovi. Hodi kuna wageni? Mimi naitwa Queen Sendiga. Mimi ni mkuu wa mkoa wa Manyara, hapa tulipo sasa hivi. Kwa hiyo mimi pamoja na wenzangu hawa tunapita kwenye nyumba kwenye kaya kwa ajili ya kwenda kutambulisha mpango mpya mzuri wa serikali ambao unaitwa unajulikana una kama bima ya afya kwa wote, hmm. Nafikiri mmeshasikia eh? Mmesikia hmm. Nini? hmm. Nini umesikia? Kwa kila mwananchi yeyote anatakiwa awe na bima ya afya. Ehe. Hmm. Ambayo itatusaidia nini? Mama Jovi, mm -hmm. Una watoto wangapi? Una mtoto mmoja. Na wewe watoto wangapi? Watano, watano. Mm -hmm. Sawa. Sasa serikali mm -hmm, imekuja na mpango mzuri sana mpango wa bima ya afya kwa wote kama ambavyo mmeshausikia. Yes, na haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Sawa. Yes, Baba, una bima ya afya? Unaenda kutibiwaje hospitali? Ukienda leo kwa mfano umeumwa umeenda hospitali. <tune> <tune> Unayo wewe bima ya afya? Tunaya familia. ya familia okay, ambayo una watoto wangapi na mmelipia shilingi ngapi wote familia nzima? Tulilipa laki sita na sitini, sitini. Okay. kwa watu sita kwa, kwa, kwa mwaka kwa mmoja, na we una bima yake. sasa hiyo shilingi laki sita sasa imeondoka sasa. sasa hivi ni shilingi laki moja na elfu hamsini So. Ingawa kuna vifurushi vingine huko sasa unaweza kuchagua lakini kile kifurushi pendwa ambacho serikali imekiandaa kwa ajili ya matibabu yale ya jumla, matibabu ya kawaida ya magonjwa ambayo Tanzania, kila siku yanatusumbua ni shilingi laki moja na nusu. Unalipa laki moja na nusu kwa familia yako hiyo hiyo tena ya watu sita, mnatumia mwaka mzima, mnapata matibabu vizuri kwenye hospitali zote. Ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo tunapita huku sasa kwa ajili ya kwa ajili ya kuwaambia kwanza kutambulisha mpango huo mzuri wa serikali, lakini pili kuandaa ili sasa tutakapoanza utekelezaji wa mpango huo mm -hmm. wote tukimbie hmm? Unafikiri kwa nini nafuu. Amechangia hmm. hmm. kimnaniliaafya Habari za leo. Salama, salama. Asante sana jamani, nimekuja kuwasaidia kufua, kumbe kuna ugali. Naombeni ugali jamani. Mheshimiwa Rais, akaona aje na suluhu, suluhu peke yake ambayo nakwenda kujibu changamoto za wananchi ni bima ya afya kwa wote, na imani wengi mlisikia na mliona, ni mpango mzuri sana ambao utafanya kila Mtanzania, kila kaya inakuwa na uhakika wa matibabu, haswa tunapopata shida za ugonjwa, hususan ni watoto. Lakini sasa utaratibu huu wa bima ya afya kwa wote ambao unatunufaisha sisi watanzania wote, kila kaya moja ambayo itakuwa ina jumla ya watu sita, yaani hapo tumekadiria kuwa kuna baba, mama na watoto wangapi? Wanne watapata matibabu kwa mwaka mzima siku mia tatu sitini na tano kwa gharama ya shilingi laki moja na nusu. Wazee wangu hodi. Asante sana, asante ongereni. Okay, kwa kazi maana hiyo mnaofanya hapo ni shughuli nzito eh. Asante sana baba, shikamo. Na mara nyingi kadi ya bima watu walio nayo, mara nyingi madaktari wanahasira sana, kwa sababu huko miaka nyuma tulikuwa nayo. Sasa ile kadi ya bima unaweza ukapitwa bima ambayo watu wanaheshimu. Nilichoona ni watu wafanyakazi wa serikali, hasa wa NCCF wale wanaheshimiwa, lakini zingine zilikuwa zinapiga chenga. Mpango huu ambao sasa hivi unaanza huu, nataka no. kwanza kukuhakikishia kama kuna daktari aliyekuwa anachukia kadi ya bima ya afya, nafikiri sasa hivi atapata kichefuchefu zaidi, kwa sababu wote tutakuwa tuna bima za afya. Kwa hiyo pa, yeye pa kukimbilia hana so, so. Wote tuna bima ya afya, sasa yeye mwenyewe achague aame ofisi kama bima zinamkera, aombe kuwacha kazi kwa sababu wote tuna bima ya afya, wote tutakuwa tuna bima ya afya, Watanzania wote Unaanza na yale makundi kwanza. Sawa. Tukisha maliza na yale makundi yashaanza kuingia kwenye kupatiwa tiba sasa. Sasa tunakwenda huku kwenye. <laughs> Nikathibitishe, alafu mambo yao shwari, kathibitishe <laughs> baba, kathibitishe wazee hey, wameshapata kadi zao kwa maana ya mpango. Mpango umeshaanza utekelezaji wake, umeshaanza na kama tunavyosema tunaanza kwa makundi kwa makundi maku. So tukimaliza makundi maalum tunakwenda ku kwenye ngazi za kaya na ngazi za familia eh? Nifikiri huyu anatuuma Agua, Diyo, Zimki, nana, shuttle, ha, a abiria gani? Nanaona mi nashuka na gari ana kunipeleka wapi, hata mi nafaulishwa niende wapi? Mlioleta ndio, ni mawazo mazuri ndio, lakini nyuma, ndio, yalikujaga kama haya haya, ndio tukaletewa vyetu vya uzee vya kutusaidia dio, lakini hakikusaidia mpaka leo, ndio sasa sijui haya, kama kweli Samia tunamsikia kila leo, sifa zake safi. Hii ngazi ya chini mtamsaidia kweli? Tutamsaidia kweli, tena tutamsaidia pakubwa, na mimi nataka nikuhakikishie baba, we mwenyewe unaona na mabadiliko unajua, huyatafuti. Mtamsaidia kweli? Tutamsaidia, na hivi unavyoona hapa ndio tupo kwenye jitihada za kumsaidia mmoja. Wananchi lazima waelewe lakini mbii, tunakubali kubali, kweli palikuwa pana changamoto, maeneo mengi yanafanyiwa kazi. Wananchi wa Tanzania hawana shida ya Samia, sisi tunayatunza tena vizuri, kwa utulivu, kwa utu uzima kabisa, haya hayana wasiwasi. Sawa, wasiwasi ni nyinyi basi. Baba, mimi naomba kukuhakikishia, toa hofu na hili.